Kumekuwa na theori nyingi sana za watu kulalamika kuhusiana na uwepo wa uchache wa wasanii wa kike kwenye muziki ama kiwanda cha muziki Tanzania, na hili swala limekuwa likizungumzwa sana, lakini kuna watu pia walikuja wakashine na wakasema kwamba adui wa mwanamke ni mwanamke mwenyewe. Leo tumzungumze Nandy, miongoni mwa wa wasanii wakali na wakubwa wa kike kwenye kiwanda cha muziki wa Tanzania, kufanya movement za kutoka THT mpaka hapo ambako amefika. It's good by the way. Anaendelea kumaintain na ni mmoja kati ya wasanii ambao wamethubutu wa fanya vitu vikubwa ndo maana ukihitaja top 3 ya wasanii ambao wanafanya vizuri wa kike huwezi hacha kulitaja jina la Nandy kwanza ni miongoni mwa wasanii ambao wamefanikiwa kwa namna moja ama nyingine cha kwanza ni msanii pekee wa kike ambaye anamiliki record lebo yenye msanii ambaye pia ni wa kike anayefanya vizuri so mpaka hapo tunavunja ule msemo wa Kiswahili kwamba adui wa mwanamke ni mwanamke mwenyewe kwa sababu kamsaini yami ambaye anafanya vizuri na mapokezi yake kwenye kiwanda cha muziki yamekuwa ni mazuri sana lakini pia fanikiwa kwa sababu yeye ndo msanii pekee wa kike ambaye anamiliki festival yake mwenyewe ambayo inakwenda kwa jina la Nandy Festival. Ni festival ambayo imetengeneza platform kwa wasanii wengi kupata pesa, sio tu wasanii wa kike, bali hata wasanii wa kiume wameweza kupata mkwanja kupitia Nandy Festival. Ni hatua moja kubwa sana . Lakini pia unamtaja msanii wa kike ambaye yuko nje ya record label kubwa ama record labels ambazo zinamilikiwa na watu wengine, na ana kolabo kubwa nyingi tu ambayo amezifanya unaikumbuka kolabo yake na Koffi Olomide, one of the best collaboration, lakini ana kolabo na Mr Eazi na ana kolabo pia na Joeboy. Kwa east Africa ana kolabo na Sauti Sol, ana kolabo pia na Willy Paul na wengine wengi ambao wamefanya naye kolabo kwa namna moja ama nyingine. Tunathubutu kusema licha ya uchache wa wasanii wa kike kwenye kiwanda cha muziki, lakini still tuna wasanii wa kike wengine ambao wanaendelea kufanya vizuri na kumaintain. Sijawataja wengine kama Zuchu ambayo yuko kwenye record label ya WCB na anashikilia record ya kuwa na namba kubwa zaidi kwenye majukwaa ya kustrimu muziki. Ni miongoni mwa wasanii ambao pia wanasifika kwa uandishi wake mzuri, na pengine kigezo cha kujiandikia nyimbo mwenyewe ndicho ambacho kimemfanya asainiwe WCB, kwa sababu wao, moja kati ya masharti yao ni uweze kuandika nyimbo, then ndio wa kusain. Kwa uchache huo, wasanii wa kike wapo ambao wamethubutu, lakini wapo pia ambao hawakuthubutu, pengine kwa kuogopa, labda wanaweza wakakutana na changamoto nyingi, ikiwemo pia changamoto za rushwa ya ngono na vitu kama hivyo, lakini we should give it up kwa wale wasanii wote wa kike ambao wamefanya vizuri na no wanaendelea ku maintain status zao. Nandy anaonekana kama msanii ambaye amefanikiwa zaidi na kivutio cha watu wengi, kwa sababu ameweza kupambana licha ya changamoto ambazo zipo kwenye kiwanda cha muziki, ambazo wasanii wengi wa nyuma pia wameshakutana nazo na wengine ziliwakaumisha kwa namna moja ama nyingine, lakini pia anathubutu kuonyesha kwamba licha ya kupata familia bado unaweza ukaendelea kufanya muziki ukafanya kile ambacho kina kufanya wewe uwe na maisha ya mazuri, yani uweze kujipatia kipato. Anawathibitishia wasanii wa kike kwamba licha ya kuwa na familia bado unaweza ukaendelea kufanya muziki ama ukaendelea kufanya shughuli zako za sanaa, kuendelea kupata mafanikio ambayo umekuwa nayo kwenye kiwanda cha muziki hata kabla ya kupata watoto. Sio tu kwenye muziki, inawezekana hata ni kwenye shughuli zingine za kisanaa, inawezekana ikawa ni maigizo, inawezekana ikawa ni unajishughulisha na sanaa za ushonaji na vitu kama hivyo. Nandy anaendelea kubaki kama sijawasahau malegend kama kina Brady JD, sijawasahau wakali wengine kama kina Racy ambao pia walitengeneza njia na barabara na zikanyooka na kila kitu ikakaa sawa. Alishawahi kushare story za yeye kujiunga na WCB Wasafi, ilitakiwa ajiunge na WCB Wasafi, lakini baadaye akakaa na watu wakamshauri, akaona isiwe tabu, ni beta kwenda THT kuliko kwenda WCB Wasafi, na ndio maana leo yuko hapo ambako amefikia leo. So kwenye kiwanda cha muziki uchache wa wasanii wa kike inategemeana jinsi ambavyo wasanii wenyewe wanageuza changamoto kuwa fursa. Midundo Online Radio, sauti za Afrika Mashariki.